Huko wa alama tatu. Eh bwana, leo alama zipo? Aa, leo alama zipo kwa sababu tulizokihitaji sisi ni alama. Yeah. Wapinzani wetu wametuzidi alama moja, maana yake tunapopata alama tatu za tufanya sisi kuwa mabingwa na kuchukua kombe, na bahati nzuri tarehe ishirini na tano mwezi wa sita kuna kombe kabisa uwanjani. Mashabiki wa Simba pamoja na viongozi wa Simba wanalihitaji hili ukimya wao na upole wao kunyamaza kimya kwa siku zote hizi, walikuwa wanatafakari na kutafakuri kwenye kichwa chao wafanye vipi ili kufanyaje kuchukua hili kombe. Maana yake viongozi wetu wamemaliza, na mchana huu wa leo washa posti kama mechi itafanyaje itakuwepo, wataingia. Maana yake Simba hawanaga dogo, alafu Simba hii. hii Simba ambayo ina balaa, Simba ya mpanzu, Simba ya kina Pimpin Kamala, Simba ya kina Jan Chaza au mfungaji bora wa msimu wa elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita atakuwepo msimu wa elfu mbili na atakuwepo tuzo zote yote kuteleza kwa ulimi ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano Jan Charles wa atachukua mfungaji bora na atachukua kiungo bora na, na kitu kingine nataka niwaambie Watanzania waelewe, na mashabiki wa Simba waelewe, na mashabiki wa upinzani wenye rangi ya kijani na njano watambue Simba ndo timu kubwa pekee Tanzania. Ameongea mara moja tu, kauli imetoka na mechi inachezwa, watu wameliona hilo, lakini wao waliandika mabango, ndani ya miezi mitatu, wame hang hang, wame hang hang. Lakini waliandika mabango ndani ya miezi mitatu, lakini mwisho wa picha walishikana mabango, waliimba nyimbo, lakini mwisho wa picha nyimbo zao, tarehe ishirini na tano wameingia uwanjani sasa kama na mtu ambaye alotia ahadi kama mimi, Mungu akinijalia, nikipata hela nitawasaidia watoto yatima. Alafu umezipata hela, hujawasaidia watoto yatima, maana yake wewe, Mungu anaenda kukuadhili katika siku usiko toenda. Na ndio sasa, na Yanga leo aliyowaahidi mashabiki kama watu cheza, lakini leo wamecheza, maana yake Mungu ataenda kwa hukumu kwa vile walivyoahidi na wajatekeleza. Yanga leo anaenda kufa chuma mbili, Yanga anaenda kufa chuma mbili, umenelewa. Jan Chazawa kuna chuma yake ya penati ya kwanza hiyo yeah. Chuma ya kwanza Jean Charles wa. Kuna chuma ya penalti, alafu hapa kuna Steven Mkwala, alafu assist zote anazitoa Mpanzu Elia, Mpanzu, Elia Mpanzu, ambaye mchezaji mmoja mwenye uwezo wa thamani ya kuwa na wachezaji wote wa klabu ya Yanga, umenelewa. Na mimi nimeomba Fadu Davis, kama inawezekana mechi ya leo na pamoja na FIFA pamoja na kafu na TFF watupe ruksa wacheze watu wawili tu katika uwanja leo acheze pimpin Kamara acheze na Mpanzu tu basi, kwa sababu hao wachezaji wa Kigago, likipa Kamara Mpanzu akiingia kati Mpanzu alakaba, ana uwezo wa kuwasumbua kikosi cha Yanga nzima, yani kwamba Mpanzu anakaba anashambulia mwenyewe anashambulia mwenyewe. Mpanzu ana uwezo huo umeelewa, yeah. Wewe mwenyewe muangalie Mpanzu kaja ndani ya miezi sita lakini anataka anze kumvuka paka pakome zwa zwa, umeelewa pakome mwenyewe paka. Sasa hivi ana wasiwasi, anasema jamaa umjamaa anajua kwanza kwanza katikisa kafika kwenye Simba kaipeleka nusu finali, umeelewa? Kombe la Shirikisho, umeelewa? Simba hiyo hiyo. Safari hii Simba tumepitwa pointi moja na Yanga mwenyewe, kwa unajua, ligi zilizopita ambazo, za, za za, mbeleko za kina kayoko za kina lagije, umeona, umeelewa, Simba alikuwa anapita zaidi ya pointi saba, ubingwa anatangaziwa mapema, kweli si kweli? Simba msimu uliopita pita kashika nafasi ya tatu, kweli si kweli? Lakini Simba mwaka huu kaonesha uwezo, Simba inayojitafuta. Simba ipo nafasi ya pili mpinzani upo juu kwa nafasi yao ya voya, pointi moja na mechi ya mwisho ndio leo tarehe 25, mechi ya ubingwa. Mechi ya ubingwa ni sawa sawa, leo tusiseme sio mechi ya ubingwa, leo ndio finali. Finali, si ndio? kunakuwa na ubingwa sasa, si ndio? Ubingwa uh -huh. Leo ndio finali uh -huh. Litoke litoke damu litoke jasho uh -huh. Lazima simba apambane na, nakwambia simba ndio timu pekee imeweka historia Tanzania, hakuna ipi hiyo historia ya kwanza. uh -huh. Simba katikisa Tanzania, kweli si kweli yaani simba kasema mara moja tu kama sichezi viongozi wa nchi wote wamekuja na wengine paka wakafu wa TFF fifa wameingia yanga kalopoka miezi mitatu amna kitu kilichofanyika kwa sababu gani simba anafanya vizuri kimataifa kwa nini simba anaonewa hivi katika nchi hii umeelewa bado bado vile vile simba kuhitaji marefa bado, marefa wanatuonea tunataka sisi hao hao lakini fifa wakasemaje wachukueni marefa wakafu wakachukueni marefa wa Misri, wamekuja hapa, hii ni surprise, watu kwa walijua hilo lakini, yote ni sababu ya Simba, kwa sababu ya ukubwa wa Simba, umenielewa. Simba ndio timu kubwa pekee Tanzania, hakuna kwa mafanikio. Simba inashika nafasi ya tano barani Afrika, sio kwa kwa kuokota ndio, umenielewa, yeah. na ndio maana watu wamefuatilia, wameiangalia. Simba inafaa kupelekewa marefa wenye mahiri marefa wenye weledi na kujua sheria 17 za nini za mpira. so hawa marefa leo zetu wa kizalamu, ukiongea nao so asigale muno asiale muno wanachukua wanachukua minyang'ulo wanatu, wanatuhujumu penati, wanatupiga wana pembeni mpira wa kutoka wanaweka kati, maisha yanaenda. Lakini leo kama hujui Kiarabu, habibi aswada haitwa haiko, huwezi kuongea nao. Mimi ndo nakwambia kama hujui nini, kama hujui kuongea Kiarabu. Yeah. ala habibi hamsa haruka hamsa hamsa hamsa. Yeah. Yeah. huwezi kuongea nao na kwenye yanga ile. Yeah. hakuna hata msomi hata mmoja wa Kiarabu pale. Kuna msemaji wa kafu wewe. Yeah. mwenyewe umeona, kuna mashinanga kwa wale waliingia msemaji wa Yanga, msemaji wa Simba na wa Azamu. Yeah. kawafunika wajafunika funika kawafunika. Yeah. basi ndo simba yetu kuna kila kiongozi yeah, na kuna kila kiongozi mwenye uwezo wa kuongea chochote. Yeah. mimi nachotaka kuambia mashabiki wa Simba leo kidedea mwanzo mwisho, nguvu moja mashabiki, Gu... mashabiki watakuja na taarifa imetoka saa hizi. Mimi nimetokaje? Mimi nilikuwa najua mimi nilikuwa naelewa kama mimi una moyo wengine yeye una moyo bali mashabiki, yeah, wa Simba walishaambiwa mechi ipo lakini watoka na tiketi watoenda waende wachache, yeah, kwa sababu sisi Simba tukisemaga twendeni kwenye uwanja tunajaza kweli hawa yeah, Yanga tunataka tuweke hivi hivi, umasikini si wanajeuri alafu yeah. Na kingine vile vile FIFA washasema huyu yeah, vilabu nane anaudhamini JSM yeah, itakufa mwaka huu JSM yeah, sababu huyu kashahakikishia Yanga ubingwa pwenti sita mara nane ni ngapi?

Tajiri namba moja Tanzania ni nani? Tuambie wewe. Namba yeah. Mo. Mo Deuji, na so tajiri namba moja Tanzania ni Mo. Umeelewa? Mo Deuji. Kwani alishindwa kuchukua na mungo. Alishindwa kuchukua kosti. Acha sio tajiri namba moja Ronaldo na, na Mo. Mo ana hela kuliko Ronaldo Google hapo. Cristiano huyo. Ronaldo na Mo. Yeah. Mo ana hela kuliko Ronaldo Google Dio, hapo kama mtu ana hela aweke. Ndio. Kwa nini Mo hajadhamini hivyo vilabu? Ana uheshimu mpira. Ana uheshimu mpira umenelewa vizuri. Ninachohitaji kuambia kitu kimoja, mashabiki wa Simba, tuipongeze timu yetu na viongozi wetu, hapo mahiri sana, wasije wakaropoka maneno yoyote mtandaoni. Mashabiki wa Simba, tuipongeze timu yetu na tumpongeze rais wetu Mama Samia, anapambana kweli na tuna, anapambania timu zetu za Tanzania na Afkoni elfu mbili na ishirini na saba tutakibuta hapa mimi kikubwa ninachohitaji kuambia viongozi wangu Mangungu, Mo, Amidari, viongozi wengine wakina Trageni, wakina nani sio wetu, wote wapambanie timu yetu na leo ubingwa tunachukua. Nikushukuru sana. Nashukuru.